Tuelekee kaunti jirani nambari tatu ambapo mzozo unatokota katika eneo la majengo Kanamai huko Kilifi baada ya mtu mmoja eneo hilo kujitokeza na kudai sehemu ya ardhi ya wakazi wanaoishi sehemu hiyo kazi huyo priska musa anasema alinunua ardhi hiyo miaka saba iliyopita na baadaye kuanzisha mradi wa kujiendeleza na nia yake lakini sasa mmiliki mwingine amejitokeza kulingana na priska alifuata sheria zote katika kununua ardhi hiyo kutoka kwa lawrence kazungu ambaye ameishi sehemu hiyo tangu mwaka 86 naye kazungu amedokeza kuwa aliachiwa ardhi hiyo na bwana mmoja Kawa, akiwa kama mfanyakazi ila zaidi ya miaka thelathini na tisa bwana huyo hajajitokeza. Ye kama mwenye shamba alikuwa wapi hizi miaka saba ambapo nimeishi hapa mpaka nimefanya hizi kazi zangu zote? Kama ye nadai alikuwa na title, alikuwa na title, amekaa tu naye akiniangalia nikiinvest. Kazungu yeye ameishi hapa miaka arobaini na hiyo, hata niliambiwa na wazee wa mtaa, hakuna mtu anajua mtu mwingine hata watoto hapa wote nikazungu wanajua, na hiyo ndio ilifanya hata nikaamini. Sisi wakaaji wa hapa, basi hatujamjua huyo tajiri ambaye anasemekana ni mwenye shamba hii. Hata hivi leo tunavyozungumza tena, hatumjui ajabu moja. Hata hivi sasa aulizwaye yeyote kuhusu ni nani aliye hapa mahali, atasema kwamba ni Lawrence ndiye ambaye yuko mahali hapa mwaka wa 92 nikawa si huyo mshahara ndiyo. Hapo, hapo ndio huyo mshahara wangu ulianza kukatika na nikawa najaribu kutafuta means ama namna ya kumpata lakini nikawa simpati. Nilipoenda pale ambapo alikuwa akifanya kazi kulizia, nikaambiwa kwamba huyo bwana hayuko tena hapa, yuko Nairobi. Kwa hivyo sasa, wewe angalia namna ya kumpata, maanake sisi hatuna mawasiliano na yeye kwa sababu yeye aliacha kazi. Nikawa sasa natatizika sana, ninasumbuka.